Kwa maana ya Hawa. Naam, labda leo taarifa, jinsi ambavyo umezipata. E, kwanza nilikuwa kazini. Nilipopata taarifa nilikuwa kazini, ndio kiukweli nimeshindwa kuendelea na kazi. Pole sana. Naam, na nikasema sitoweza kwenda nyumbani, nikamwambia driver wangu ni vema tukapitia msibani, ndio e, yani sijaweza kabisa kufanya chochote baada ya kupokea taarifa za msiba wa Hawa. Lakin, naumia sana pole sana. Asante. Hawa ni mtoa kwa karibu na tarehe mm -hmm. kumi na nne siku ya wapenda nao yeye ndio ambaye ulimchagua kwa ajili ya kumtoa lakini kuna mambo mengi sana ambayo ulishawahi kumsaidia hapo wakati anaendelea kuipambania afya yake ni kitu gani ambacho unakikumbuka ni kitu gani ambacho eh, unasema da? nilitamani iwe hivi hebu jaribu kuzungumza soft tena tukakusikia ninachokumbuka hawa aliniambia anatamani sana kumjengea mama yake mama yake nyumba. Nikamwambia usijali, utapona na utarudi mjini na tutapiga kazi. Nikamwambia nitakusapoti sana ndugu yangu, tutafanya mengi, yaani tulipanga mengi sana, mimi na Hawa. Kwa hiyo kiukweli, ili limenigusa sana kwa sababu amefariki kabla ya kutimiza ndoto zake na azma aliyokuwa imeipanga kwa ajili ya mama yake, hilo limeniuma sana. pole tena asante. na natamani kusikia kutoka kwako siku ya Valentine, siku ambayo ulikuwa umetoka naye na kwenda naye kula chakula pamoja naam. hali ilikuwaje? Mlikuwa mmetoka hapa nyumbani na huko ambapo mlikwenda kwa ajili ya kufurahia siku hiyo na kuchagua kumchagua kwake kwamba yeye ndio mtu wako wa karibu. Kwanza yule bibi alikuwa jasiri sana. Ni dada ambaye alikuwa anajikaza licha ya kuwa na maumivu makubwa, lakini alikuwa tabasamu alikauki kwenye macho yake, mpaka nikawa namwambia, pamoja na maumivu lakini ameweza kutembea, tumekaa tumeenjoy. Akawa ananiambia, ndio nimeshazoea lakini naumia dada yangu. Nikamwambia utapona usijali, na niliamini Hawa angepona, lakini ndio hivyo, mipango ya Mwenyezi Mungu hatuwezi kubishana nayo. Huu ni upasuaji wa ishirini na tano ambao watu wengi waliweka imani, kwa sababu pia watu wengi walimechanga, serikali ikaingilia ndani ikaweka mkono wake pale, ili kuhakikisha tu afya yake inakuwa imara kwa kwenda India. Wakati anaanza safari kutoka hapa Dar es Salaam, kama mlikuwa mmeongea chochote kuhusiana na safari yake, hebu share na sisi mm, Kwanza tuliagana vizuri na mara chache, japo sio mara nyingi, kwa sababu nilikuwa niki, niki nilikuwa si naona kama namsumbua kwa hiyo mi nilikuwa si mwanzi katika mawasiliano. Yende alikuwa ananitafuta, atanitumia ujumbe, atanipigia kwa hiyo aliniambia, dada, naenda kufanya upasuaji wa 25 nikamwambia, mdogo wangu utapona, nikamwambia utarudi salama na tutaendelea na mapambano. Maana alikuwa naamini atapona na kurudi mjini kupambana, maana alikuwa na spiriti ya upambanaji. Hakuwahi natamani kujua kitu kingine No. Jinsi ambavyo wewe mara ya we, kwanza uliguswa na ukasema napeleka mchango wangu kwa dada huyu. Nini uliona? Nini ambacho kilikusukuma mpaka ukafika hapa na ukaanza kutengeneza urafiki na yeye na kuanza kumsaidia? Ilinichukua muda sana kushawishika kwa sababu nilikuwa naona lakini sikuwa naamini nilikuwa naona lakini nasema, ni kwa nini ilichukua muda miaka? Unajua, unapona mtu mwaka huu mwaka unaofuata mwaka tena, yani tangu niko mdogo mpaka nimekuwa mtu mzima bado yule bibie yuko kitandani. Nikasema hii haiwezekani, ngoja nikajionee. Nikampigia yule mwandishi wenu yule bibie Imelda, Imelda, Imelda Mtema, Mtema. Nikamwambia Imelda, naomba niunganishe na huyu dada, tangu nakuwa niko kijijini mpaka nafika mjini anaumwa nikakwambia hiki sio kitu cha kawaida. Imelda akaniunganisha naye, nikajiridhisha, nikamwona yule bibi, alikuwa anapitia maumivu makali sana. Nikaona huyu ni wakusaidiwa, kwa sababu yule binti yule dada ameanza kuumwa tangu ni msichana mdogo wa miaka ishirini na moja, tuseme ishirini na mbili au 23, mpaka sasa amefika miaka 30 na kitu bado anaumwa. Maana yake ujana wake wote ameula kitandani. Sio jambo dogo, ni jambo ambalo lilinigusa. Nikaona ni vema nichangie hiki ambacho ninajaliwa na Mwenyezi Mungu, nigawe hata kama ni nusu kwa nusu kwa ajili ya hawa. Kiukweli nilipambana, nilipambana sana na hawa, na ninashukuru Mungu nimeridhika kwamba niliweza kumsaidia pale ambapo nilipoweza, na tuliweza, Watanzania wengine wamesaidia, mpaka hapo Mungu alipomchukua. Kiukweli hadaiwi na pipe, pia sisi hatudaiwi, yaani naamini yule bibie kama ni kutubia amefanya kitubio cha kutosha, na Mwenyezi Mungu atampokea. Na wakati yuko India watu waliamini kabisa, baada ya kuona video mmoja akiwa na daktari wake na daktari akituaminisha kwamba hali ya mgonjwa iko vizuri na alikuwa yuko tayari kwa ajili ya kurudi nyumbani Tanzania no. Kama ulibahatika kuiona ile video kwako, hmm, machoni kwako ilikuwa ikisema nini? Niliamini kwamba amepona na hata hivyo tuliwasiliana tuliwasiliana na akaniambia anaendelea vizuri sana tukacheka vizuri lakini ndio hivyo tumepokea taarifa ambazo zimekuwa kinyume na matarajio neno lako kubwa kwa msiba huu mzito ambao umetukumba kwa sababu ni msiba ambao hata ukipita kwenye mitandao ya kijamii yote inazungumza kuhusiana na hawa wewe neno lako kubwa ni lipi kwa msiba huu mimi nina ninatoa rai kwa wafiwa namba moja ambaye mfiwa namba moja ni binti yake, mfiwa namba mbili ni mama yake mzazi, au unaweza kusema kinyume chake, aidha binti au mama au mama au binti, wajipe moyo wajifu, wafarijike tu, kwa sababu mwisho wa siku hakuna tunachoweza kubadili sisi. Tumshukuru Mungu kwa yote, maana Mungu ni wa kushukuriwa tu, kazi yake haina makosa. Hatuna la zaidi ya kusema unapotokea msiba kama huu ni msiba mkubwa na tume, wengi tumejifunza, tumeona matendo ya Hawa yalivyokuwa mema. Imekuwa ni taswira nzuri kwa Watanzania na watu wengine. Watu waliguswa, watu wameumia. Hawa ni mwanafamilia wa kila Mtanzania, kila mtu ameguswa kama vile Hawa ni mtu wake wa ndani kabisa watu wote tumeguswa, kwa hiyo tuige mfano wa Hawa. Hawa alikuwa ni binti mwenye mienendo mema, hana skendo, hakuwahi kufanya lolote baya. Kupitia hayo ndo maana watanzania walimpokea, tuliishi naye kama ndugu, na mpaka hivi alipotutoka, tutamsitiri ndugu yetu. Tuige mfano wa Hawa. Hawa hakuwahi kufanya vitu vya hovyo hovyo watu wengi kupeana maua inakuwa mpaka mtu atangulie mbele ya haki. Mm -hmm. Wengi wanakuchukulia poa, soft tena, lakini kwa sisi ambao tunakujua kwa karibu, Mm -hmm. tunaona ni dada fulani, mama fulani, ambaye unagusa jamii kwa namna moja au nyingine na mambo mengi hufanya mema kwa watu wenye uhitaji. Neno lako mm -hmm. ni lipi kwa watu ambao wanakuchukulia poa kwa sababu ya kwenye mitandao na kazi zako nazozifanya za vipindi vya malavidavi vya usiku? mm -hmm. <laughs> Ah, mimi nina siwezi kuwazuia wanaonichukulia poa, kwa sababu kila mtu ana namna anavyokuona. Mtu akisimama kwenye engo, akakuchukulia wewe upo hivi, siwezi kumzuia. Kikubwa mimi naamini, mimi ni mtu tofauti kabisa na yule ambaye wanamhisi, na naye tunajua hali yake ya afya sio nzuri sana. labda mara nyingi ulikuwa unazungumza nini na mama yake, na mama alikuwa anazungumza nini kuhusu hali ya hawa Mama alikuwa na, ana ana kwanza anaumia kwa sababu ile ni binti yake ambaye ni, alikuwa anamtegemea kama ambavyo unajua, na baada ya kumtegemea ikaja kuwa binti akawategemezi sasa kwamba anategemea misaada na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kupitia hilo lilimvunja mama moyo. Lakini pamoja na yote hayo, pia mama nadhani mnajua pia hali yake ya kiafya sio nzuri. Mama bado ni mgonjwa, anaumwa. Kwa hiyo alikuwa akizungumza kwamba natamani mwanangu apone. Na kuna mambo mengine alikuwa anazungumza kuhusu binti yake na kusema, hili mimi nilimwambia nikamwambia mama atapona. Huyu anaumwa tu. Akanambia, hapana, wenda kuna mkono wa mtu hapa. Nikamwambia, mama hata kama kuna mkono wa huyo atashindwa ambaye ameweka mkono wake kwenye maradhi ya Hawa atashindwa. Na mwisho wa siku la Mungu halishindwi na yeyote. Mungu akiamua Hawa atapona, akiamua ataondoka ata kwa hiyo nikamwambia, mama jipe moyo, kama kuna mtu, anamfanyia Hawa hivi, hiyo ni kazi yake na Mola wake. Nikamwomba mama ajipe moyo aweze kumlea binti yake na kumfariji katika kipindi chote, na tukiamini kwamba binti atapona na kama kuna mtu ambaye ameweka mkono wake kwenye maradhi ya Hawa kuna mtu amefanya ulozi au shiriki, kwa yule bibie, ana kesi ya kujibu kwa sababu ni binti ambaye alikuwa ni mwadilifu, ni binti ambaye alikuwa ni mwema, na bila shaka ataadhibiwa hapa hapa duniani. Hataondoka duniani bila kulipia, kama kuna mkono wa mtu katika maradhi ya yule bibie. Na mama yake hawa ni mgonjwa, anaumwa wote tunajua, kwamba sio mzima, ana matatizo yake binafsi ambayo si vema kuyaweka wazi. Ninatoa rai kwa Watanzania, chochote walicho nacho, wasichoke, wasimwache yule mama peke yake, watoe chochote walicho nacho kumsapoti huyu mama kwa kidogo chao, mama aweze kuwa na faraja tena, kwa sababu pigo alilopata ni kubwa sana na kamwe haliwezi kuzibika. Neno lako na alama gani ambayo amekuachia marehemu Hawa, ambayo ulikuwa ukiongea naye mara kwa mara, ambao itabaki kama ni sehemu ya kumbukumbu kumbu yako, tena kama ulifanya au kama ulitenda uli, uli kitu chochote chake, lakini kama kuna neno la siri alikuachia, hebu tuambie hapa. Hawa ni jasiri. Hilo ndo jambo ambalo nililiona, lakini kingine binti yake Hawa alisema ana mtoto, na akasema mtoto wake anamuuma sana anasema kila siku mtoto wangu analia, anasema mtoto wangu hana furaha kwa ajili yangu, natamani ninyanyuke mtoto wangu anione ni mzima. Nikamwambia Hawa, kipenzi, tupo. Nikamwambia sisi mama zake tupo pamoja na wewe, upo utanyanyuka, na binti yako atakuona katika uzima tena. Naahidi kwamba tutamsaidia binti ya Hawa tutaangaika na yule binti pamoja na mama yake, kwa sababu ni watu pekee ambao walikuwa wanamuumiza sana hawa. Hawa aliniambia mama yake anamuumiza ya sana, ananiambia wakati mwingine anaumia, anavumilia, najikaza na, na kupretend kwamba hana maumivu ili mama yake aweze ya kupumzika, siumwe ili mama yangu aweze ya kuwa na amani. Kwa hiyo mwisho wa siku nimeona hawa alikuwa ni jasiri, pili hawa ametuachia mama yake mzazi pamoja na binti yake. Ni jukumu letu kumwangalia mama pamoja na binti kwa hali zote, katika hali na mali na kiushauri pia. Mpaka umauti umemkuta siku hii ya leo. Nini hasa tumejifunza kama Watanzania kwa sababu ameumwa kwa takribani miaka nane kama sikosei. Uh, wengine walijitokeza kumchangia lakini matibabu yalikuwa hayapo vile anavyohitajika mpaka akafanya uh, safari ya kwenda India na yenyewe msaada ulitoka Zanzibar. Kuna mtu alitoa msaada akampeleka Zanzibar. Pengine kwenye hili ambalo limetokea kwa hawa. Nini ambacho tumejifunza? Wewe kimebaki kama funzo kwako? Mimi ambacho nimejifunza Unza, ni na, na kila mara huwa anasema tusisubiri hali iwe mbaya ndo tuweze kusapotiana tu, hata kama ni kuanzia ngazi ya familia, hata kama ni jirani yako ukiona anapitia machu, magumu msaidie, usisubiri hali iwe mbaya, usisubiri kama ni moshi uwe moto mtu anapoanza kulalamika na matatizo, chukua hatua mapema, na sio mtu mmoja, wa Tanzania kwa ujumla tuchukue hatua mapema pale ambapo tunaona mwenzetu anapitia magumu. Hawa tulimchelewesha sana, kwa sababu wanapiga kelele watu. Kwa mfano leo, Hawa tayari yuko kwenye kwenye, yuko, yuko kwenye chumba cha baridi tayari, ni maiti ndo ana trendi kila mtu anamposti kila mtu analia, lakini alivyokuwa katika hali ya maumivu watu walikuwa wanamkwepa, watu wanamwepuka, hawataki kumuunga mkono na kumsapoti. Bila shaka tungewahi matibabu, japo kazi ya Mungu haina makosa na Mungu hakosei, lakini pia madaktari wanasaidia, wenda tungeamka mapema hawa asingefika huko walikofika. Mwenzetu akipitia changamoto ni vema tukainuka nayo, tukainukanayo kwenye msiba huu mzito ambao umekuta dada yetu. Kwanza ni washukuru waandishi wa habari kwa sababu hamkuwahi kulala, nyie ni watu ambao siku zote mmekuwa mkiripoti taarifa na za za za nini za, za, za, za watu, mmekuwa mkiripoti hata kama watu hawatojali, lakini hamkuwahi kuchoka wala kukata tamaa. Pili ni mshukuru Imelda Mtema, nimpe, nimpe shukrani ya kipekee kwa kile alichokifanya kwa yule bibie. Kila mtu ameona yule bibie, tumpe maua yake angali hai. Waandishi kwa ujumla, Mwenyezi Mungu awabariki sana, mmejituma na mmejitoa sana, na si kwa hawa tu. Hata kwangu mimi nikipata changamoto, nina imani hamtoniacha na wala hamtomwacha yeyote yule.